Sisi wengine tunakosa kubarikiwa kwa sababu kwanza hatuamini utumishi wetu. Halo ndiyo kama kunaelewana. Kanisa lolote naloshiriki sio Jerusalemu tu bali mahali popote, usipomwamini mtumishi wako na anakuombea, hawezi kupokea baraka. Maana Musa aliaminiwa na Musa nasema, wana wa Israeli na chochote walichokuwa Musa anasema wana wa Israeli wanapokipokea, wanaona jambo Sema, munamwamini Mungu uniamini na mimi, bila hivyo hakuna kufarikiwa. Wana wa Israeli wakaamini mwanamke anaitwa Debora na, na walipokuwa Debora akisema kitu wana Waisraeli wakifuata wanapokea ushindi, unaona yule anaitwa eh, Potifa mfalme, kama asinge muamini Yusufu ndoto yake ile, miaka ya njaa watu wengi wangekufa. Kitu kingine kuaongelea vibaya watumishi wa Mungu, kuongelea vibaya kanisa lako ni nintia moja hata deliverance ikifanyika, hakuna mahali unaenda hata ujanzi na nguvu za roho gani? Mwanangu, mwanamgu, you yu enda basi. Kama ni hivyo, mwandiko asingesema hatimani muja kwa kusikia. Unalisikiaje neno kama Mungu. Angalia. Tusipoamini Mungu wa baba zetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ni kitu bure. Na weza na kule muujiza Elia aliofanya Elisha alikuja kufanya Elia, ali Elia, ali Elia, ali Elia. Elia ilifika wakati akaenda kusokota vazi na akalifanya kama bakora akachapa maji na kulikuwa kuna manabii wengine wanaangalia ile miujiza iliyotendeka, wakapita wakiwa wangapi, na ilikuwa na Elia ikafika wakati alikuwa na Elisha ikafika wakati Elisha akaambiwa na Elia mimi linaenda zangu kambia, pepo, ni kitu gani ambacho tena? Akamwambia huwi tayari, wakati unaposikia upepo kuwa karibu nao, alafu niambie kile unataka nikupe. Ajua Elia, Elia hakujua Elisha atamwomba nusu ya roho yake na lipo Mwona Elisha, Elia akienda alikamata mabazi aliyobaki nayo, lakini alikuwa analia, anasema hivi, namaanisha mtumishi wako sitawemwona tena. <tipu>

O, Yesu. O, sana Bwana, ukiitawana sitafanya vitu kwa akili zangu Yesu, akitawana sitafanya vitu kwa akili zangu. Sitafanya vitu kwa ujanja wangu. Uweko wa Bwana na utukufu wa Bwana ndiyo utakaofanyika na huo ndio utakaoniongoza. Najua umebeba sadaka yako, umejianda, iombee hiyo sadaka, tamuka kitu ambacho. Sadaka ni ibada takatifu sana ambayo inabeba siri yako ya moyo wako, ni kitu ambacho unajua wewe mwenyewe unakitoa kwa Mungu. Basi ikiwa kikiwa kibovu, ni wewe mwenyewe huwezi Mungu, na uweze kujimia wewe. Ikiwa kizuri na unaona unaona, ni sawa kabisa, matendo kwa Bwana, pia hilo nalo ni jambo la maana sana. Bwana ukumwabudia Mungu, hata ukiomba hapo, unajua kabisa, mimi siwezi kubarikiwa, kwa maana nachokutolea Mungu ni kama ya Kaini tu, na Kaini kililaniwa kitimwa, katika mikono yake kabla haja kutolea

sadaka na inaondoa mapepo magonjwa, because manusi sa sadaka ina jimomilangu bana, wewe unaona moyo wangu. Jesu, unapotazama moyo wangu, unajua mahitaji yangu. Mungu si na kingi, nimetamani niwe niwena kingi, lakini umenibariki na kingi, lakini kwa sababu nakitoa kilicho kamili, kabiri zako Baba nakiona kingi sana, kwa sababu inginiolibarikina

kuna vitu aliko sawa, mtoto wake aliko sawa, maisha yake hayako sawa. Kuna huyu kijana Bwana, anaomba kufanikiwa, kesho yake iwe nzuri kuliko leo yake, kuliko jana yake. Kuna huyu mama anaomba maisha yake, akawa na mwangaza yateambani. Kuna mwingine safari yake ajeti anatoa fumuli biashara, kazini, watoto, mtoto nyumbani, kijana wa kike wa kiume, mzee na mama. Bwana unajua mali, unajua matamanio yake. Wengine hata haja yatamuka, wengine hata hayajui, lakini anaomba kesho yake kwe vizuri. Wengine anatoa kwa ajili ya kazi ya mume wake. Wengine anatoa kwa ajili ya kusingilia na mikoso, anahitaji kuolewa na anahitaji kuoa. Ikasimamisha huu chumba wa wamana, ukasimamisha hii ndoa hiyo takatifu, usimamishe hii huduma ikawa ni huduma ya baraka. Usimamishe Baba yangu maroho ambayo anapiga maisha yake usimamishe kila roho ya magonjwa yaondoke na yapotee. Kila roho isiyotoka kwako Baba hajuhitaji katika maisha. Ndio maana napema kile ambacho umebariki nacho anamwenda kukutolea. Kumbuka neno lake lelote ambalo ulipo analiombea. Baba umejua mana, kabila tujaomba tayarusha ju hiyo sadaka aliyoipega umejia wazo wake ejia malengo yake, wingira anaweza kujenga, ingia anaweza kugua gari, mwingia anaweza kufanikiwa, mwingia kukaa na, na mani, wigia nawaza watoto wake, wingia nawaza Bwana kuenuliwa, wingira nawaza kuenda kufanya kazi ngambo, mwingira anawaza katika maisha yao familia zao. Mungu awezi kwaonea waku, rehema Bwana baroho zote zimeiduka kila takataa tunapokwenda mababauni, tunanyamazisha mababau za giza, tunainua baraka katika maisha yetu. Tukienda mababauni, tunanyokoa nyota zetu na tunafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Baba nimeomba na kuamini.